Rais William Ruto hii leo amedinda kutia saini kuwa sheria mswada wa mgongano wa kimajukumu ambao unawashurutisha watumishi wote watu wa umma na wafanyikazi wa serikali kutohusika kwa vyovyote katika biashara yoyote ya kibinafsi na serikali kuu wala ya kaunti, akitaja kuwa mswada huo unalenga kukomesha ufisadi. Rais Ruto ameyataka mabunge yote mawili kuangazia zaidi vipengee vilivyodunishwa. Seth Olale ana taarifa kamili wao viongozi waliodhoofisha mswada wa mgongano wa kimaslahi wa mwaka 2023 ambao unalazimisha watumishi wa umma na wafanyikazi wa serikali kutohusika kwenye biashara yoyote ya kibinafsi na serikali kuu au ile ya kaunti. Tume ya kukabiliana na ufisadi EACC ilishutumu vikali bunge la seneti kwa kuondoa vipengee muhimu na kubadilisha vingine ambavyo vililenga mawaziri, makatibu wa bunge, watumishi wa umma, maafisa wa serikali na familia zao kutojihusisha na biashara yoyote na utumishi wa umma, serikali kuu na ile ya kaunti. Na sasa msimamo wa EACC umepigwa jeki na Rais William Ruto ambaye amedinda kutia saini mswada huo kuwa sheria kama ulivyo, na badala yake kurejesha bungeni na mapendekezo. I have just referred back to parliament the conflict of interest law or bill because in my opinion it doesn't meet the threshold of the expectations of the people of Kenya. Rais Ruto akisema kwamba kutia saini mswada huo kuwa sheria ni sambamba na kuhalalisha ufisadi. We cannot afford to carry the baggage of self-interest into public service. Mswada wa mgongano wa kimaslahi wa mwaka 2023 vilevile unakataza watumishi wa umma na wafanyikazi wa serikali waliostaafu kutofanya biashara na utumishi wa umma, serikali kuu na ile ya kaunti. Aidha, mswada huo unalazimisha wafanyakazi wa serikali na watumishi wa umma kutangaza hadharani mapato yao ya kibinafsi na vilevile vile kuchunguzwa kwa maafisa wa umma na serikali wanaoshukiwa kujihusisha na ufisadi. Mswada wa mgongano wa kimaslahi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu unarejea katika mabunge ya kitaifa na seneti ambayo yalipitisha mswada huo. Mapendekezo ya rais yanapaswa kupitishwa na theluthi mbili ya bunge la kitaifa. Seth Olale, runinga ya Citizen.